Mheshimiwa Spika kunipatia fursa hii na mimi kuchangia sheria ya fedha ya mwaka 2018. Mheshimiwa Spika jambo la kwanza ambalo mimi ningependa kuanza nalo ni ni hii sheria ambayo serikali inakwenda kufuta tume ya mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, katika jambo ambalo kwa mara ya kwanza katika taifa linashangaza kweli kweli ni uamuzi wa serikali kwenda kufuta tume ya mipango. Hii kwa mara ya kwanza ni kitu ambacho kinashangaza miaka yote hii sheria Mheshimiwa Spika imekuepo. Tangu mwaka tisini na nne kumekuepo na tume ya mipango kwa maana ya the planning commission, lakini cha ajabu katika mwaka huu wa fedha kwenye sura hii ya kumi na tatu serikali imekuja na amendment ya kufuta tume ya mipango sasa. Unajiuliza, Mheshimiwa Spika, hivi lengo la serikali kufuta tume ya mipango ni nini? Lengo ni nini? Wanakwambia, unajua hii sheria iliyopo ni kama inamlazimisha rais kuitekeleza. There shall be a establishment ya hii planning commission. Lakini sisi kwenye kamati, Mheshimiwa Spika, jana tulikaa tukabishana na, na, na, na, na serikali tukawaeleza kuna ubaya gani ama kuna athari gani za kiuchumi za kufuta sheria ya tume ya mipango. Serikali ikasema tunatakiwa tuifute, kwa sababu mwenye mamlaka hataki kutumia. Mimi nilikuwa mkali sana kwenye hili, na haya maneno alizungumza waziri wa fedha ndani ya kamati ya bajeti. Nikamwambia, kama mwenye mamlaka hataki tuhoji jambo hili, mmelileta kwenye kamati ya bunge kufanya nini? Yaani unaleta kufuta sheria halafu unatuambia tusihoji mamlaka, sema kuishi katika mfumo. Kwa kumbe haya, haya maamuzi, hatutungi sheria kwa ajili ya kusaidia nchi, ni kwa ajili ya kumsaidia mtu. Imenisikitisha sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mweshimua Spika, unajua kabisa umuhimu wa tume ya mipango. Nchi zote duniani zinatuma mipango hata kama zinatengenezwa katika majina tofauti. Kuna nchi nyingine wanaita national uh, national development plan, national vision, development vision, yani majina tofauti, lakini leo leo Tanzania kwa mara ya kwanza tunakwenda kuifuta sheria ya mwaka 1994 baada ya miaka 24. Leo tunaona haina umuhimu. Ukimuuliza huyo mtu ambaye anakwenda kuifuta, mheshimiwa waziri wa fedha ndiyo ambaye alikuwa katibu wa tume ya mipango. Yani miaka mitano ya Jakaya Kikwete ndio alikuwa katibu wa tume ya mipango. Leo wanasema majukumu ya tume ya mipango yanahamishiwa wizara ya fedha. Lakini mheshimiwa spika tu, tuambiane ukweli, wizara ya fedha na mipango imejikita zaidi kwenye upande wa fedha kuliko mipango. Yani kama kuna kitu ambacho wizara ya fedha ifanyi ni mipango, lakini leo unapokwenda kuifuta hii sheria ya mipango. Maana yake ni kwamba tunawaachia sasa serikali uamuzi yani wizara ya fedha uamuzi wa wao kuamua kujipangia mambo na kutekeleza wao wenyewe. Sasa mimi maoni yangu ni nini? Kwa nini wanakwenda kufuta shule nani? E, kuifuta hii tume ya mipango na wameshaifuta. Kwa nini wanakwenda kuifuta? Ni kwa sababu wamekuwa na mipango ya kushtukiza ambayo haipo na wala bungeni hatukupangia bajeti. Sasa kutokana na kuona kwamba wamekuwa ni watu ambao hawajui hawa mwelekeo unakwendaje, wameamua kwenda kufuta ili wao wanapanga mambo wanayotaka wenyewe, na hicho ndio, ndio ukweli. Sasa Mheshimiwa Mwenye, Mwenyekiti, taifa bila tume ya mipango ni sawa na gari ambalo lipo kwenye mwendokasi alafu limekosa breki, linakwenda kuanguka. Sasa mimi, mimi ningependekeza Mheshimiwa Spika, na ndiyo maoni ya kamati. Hakuna tatizo lolote serikali likiiacha tume ya mipango ikabaki kama ilivyo. Kwa hiyo tunawaomba sana muiache hiye tume, kwa maana muiache sheria, kwa sababu hii sheria tangu imekuwepo ilikuwepo, Mkapa hakuitumia, mzee Mwinyi hakuitumia, lakini mzee Kikwete alipokuja akaitumia, ndio hii mipango mnayoona leo hii mipango ya maendeleo miaka 2025, mpango ya maendeleo miaka 2063 inatengenezwa na think tank ya pamoja, lakini kitendo cha serikali kuenda kuua tume ya mipango, na nafikiri moja ya uamuzi wa hovyo kabisa ni huu hapa, kufuta hii tume, kwa sababu wanasema tukawauliza maswali eh. Ikitokea sasa rais mwingine amekuja madarakani, nyinyi mmeondoka, amekuja rais mwingine atafanyaje kuhusu kama ndio anataka kuitumia tumepanga? Akasema atatengeneza sheria nyingine. Yani tunakuja tena kuipa kazi bunge lijalo litengeneze sheria mpya katika hatua zake zote tatu, wakati sheria ipo. Ambacho kitakiwa kifanyike hapa na wizara ni kuboresha tu hii sheria ama kuiacha, kwa sababu hata ikikaa dormant, mtu yoyote, mheshimiwa spika, anaruhusiwa kuitumia hii sheria pale anapotaka, na sheria iko wazi tu haijamlazimisha Mheshimiwa Rais kuitumia kama hahitaji kuitumia. Kwa hiyo Mheshimiwa eh, Spika, nilikuwa nataka na hilo nilizungumzie, na serikali ielewe kwamba uamuzi huu ni moja ya uamuzi wa hovyo kabisa ambao nafikiri wakiendelea kufanya utaligharimu taifa. Mheshimiwa Spika, jambo la pili nitaka kuzungumzia sheria ya, ya fedha za umma sura 334, na Mheshimiwa Spika, sheria hii inahusu kuanzishwa kwa akaunti jumuifu ya pamoja, hiyo tunaita TSA. Mheshimiwa Spika, alitangulia Mheshimiwa Zito akazungumza hapa, kuanzishwa kwa hii sheria ama kuanzishwa kwa akaunti moja jumuifu sio kosa katika nchi, lakini utaratibu tunaokwenda kuanzisha Tanzania, nasema hivi tunaweka taifa kwenye riski ambayo siku moja taifa linaweza likaparalyze. Kwa nini nalizungumza hili? nimepitia nchi ambazo zinatumia mfumo wa TSA. M mfumo wa hizo nchi ni kwamba nchi inakuwa na fedha, kwa mfano kuna fedha ziko Momba ziko, ziko kule Ruangwa, ziko Kongwa. Inapofika mwisho wa siku taarifa ya fedha zinaletwa Benki Kuu, zinakwenda kwenye akaunti ya pamoja kwamba leo Momba tumebakiwa na, na kiwango kadhaa cha fedha. Kwa hiyo wamekuwa wakiendesha mfumo huo kwamba inapofika jioni nchi inajua ina ukwasi kiasi gani, lakini sheria yetu inavyokwenda kuonyesha na ukipitia tu vizuri tu kabisa sheria yetu ni kwamba fedha zote za nchi hii mpaka zile za kwenye halmashauri zote zinakwenda mfuko mkuu, alafu baada ya hapo zinakwenda katika mfuko wa akaunti moja yaani hela za nchi nzima zinakwenda kwenye akaunti moja, na ukipitia hapa, mheshimiwa spika, ukipitia kwenye sheria utaona sheria inampa mamlaka waziri wa fedha kutunga regulation juu ya namna ambavyo paymaster general atatekeleza ule mfuko, matumizi yake yatakuwaje, namna atakavyokuwa na limit. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kinachokwenda kutokea nini? Hii akaunti moja inakwenda kusimamiwa na watu watatu tu katika nchi. Hela zote tunapeleka katika chungu kimoja. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi nikawaambia hivi, ikitokea siku moja system hiyo ya, ya, ya kifedha hiyo akaunti moja system yake ikafa, maana yake siku hiyo nchi imepotea. Im, ikitokea akaja rais mzalendo, mmemwekea mahela yote peke yake, akaamua kutoroka nchi, akiondoka na hizo hela zote, nchi itakuwa katika usalama gani? Sijui kama kwa sababu akaunti hii inakwenda kukontroliwa na watu watatu na mheshimiwa spika, nachokueleza hii ndio hali halisi na, na unajua unacheka, lakini ndio hali halisi. Hizi hela ikitokea, narudia tena, ikitokea wamekuja na, na jaribu kuimagine David, kwamba kuna kiongozi akabeba sijui ndege ya ukubwa gani ya kubeba hizo hela zote. <laughs> A, mheshimiwa, mheshimiwa speaker. kwa pamoja kwa pamoja, endelea mheshimiwa. Mheshimiwa spika, ni kwamba hizi hela hazihamishwi kwa kubeba kwenye ndege, ni ku transfer tu, watu wana transfer fedha kwenda kwenye akaunti ya nchi nyingine. Watu wana, wana, wanafanya hivyo Nigeria. Wakati wa mfumo wa Jonathan walipoanzisha wali huu mfumo, leo serikali ya Buhari wanakwambia mfumo wa TSA kwa sababu haukutengenezwa vizuri, ndio ulipelekea haya mahela yote na ufisadi mkubwa ulifanyika, kwa sababu yale mahela yote yalipelekwa pamoja. Lakini cha ajabu mheshimiwa spika, sasa hivi kinachokwenda kwenye ETSA kunakwenda kupitishwa fedha ambazo hazipo kabisa. Kwenye, a, a, bunge hatujapitisha na ukipitia kwenye, kwenye sheria utaona hapa kuna kitu kinaandikwa unspent. Ma, malizia mheshimiwa e, uki, ukipitia hapa kwenye, kwenye shejo ya waziri utaona ameelezea hapa kwamba moja ya fedha zinazokwenda kwenye hii account ya TSA, kuna kitu kinaandikwa unspent balances, na ukienda mwanzoni kwenye yale mawazo yao ya mwanzo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sheria utaona kuna, kuna fedha imeandikwa non voted funds, fedha hizo sisi kama bunge hatupitishi. Sasa matokeo yake fedha ambazo hazijapitishwa na bunge, fedha zilizopitishwa na bunge zote zinakwenda katika akaunti moja. Sasa ukichanganya na serikali ambayo haina tume ya mipango, manake kesho tutakapokuwa tunawaoji wanatekeleza mipango watakwambia hela tulizozitoa ni zile ambazo hani spend balances ambazo nyinyi bunge hamna mamlaka zao. Sasa imekiuka katiba vifungu, tumeviuliza katika, katika bajeti yetu. Kwa hiyo tunachokitaka serikali ipate muda wa kuipitia ili ili jambo liwe kwa faida ya taifa na sio kwa ajili ya kunufaisha watu wachache ambao wanafikiri ni wazalendo kwa wakati wa sasa. Asante sana Mheshimiwa Spika.